Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, sisi wote tuungane. Na ndio mulisikia, mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndugu yetu aliyetuacha, ambaye alikuwa baba ya uongozi Kenya, tuliungana na yeye tukasema, hatutaki tena siasa ya ubaguzi ama ya ukabila ama ya kugawanya watu ama siasa ya chuki Tukasema tunaunganisha Kenya iwe moja, ndio tuendeshe maendeleo katika kila sehemu. Tuache mipaka ya dini, tuache mipaka ya ukabila, tuache mipaka ya mirengo, tufanye keza, kazi Kenya, tuunganishe taifa letu liwe moja. Mimi nauliza nyinyi, watu wa Busia, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Yeah. mnasema tuungane? Yeah. Tushirikiane? Yeah. tuunganishe Wakenya wote? Yeah. tuondoe ukabila tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Kenya iwe moja. Hebu ni wale wanasema tuungane. Jameni, watu wa Busia, tuungane, si namna hiyo?